Dunia inaendelea kuomboleza kifo cha kiongozi wa Kanisa Katoliki duniani, Papa Francis aliyefariki dunia siku ya Jumatatu akiwa na umri wa miaka 88, wakati Vatican ikisema kifo chake kilitokana na kiharusi na matatizo ya moyo. Victor Abuso na maelezo zaidi. Daktari Andrea Arcangeli katika cheti cha kifo cha Papa Francis ameeleza kuwa kiongozi huyo alikumbwa na changamoto hiyo ya kiafya na baadaye kupoteza fahamu kabla ya kufariki kwake. Uongozi wa Vatican ulithibitisha kifo chake na kusema Papa Francis alifariki dunia saa moja na dakika 35, siku ya Jumatatu, wiki kadhaa baada ya kuruhusiwa hospitalini alikokuwa amelazwa kwa zaidi ya mwezi mmoja baada ya kusumbuliwa na nemonia. Kote duniani baada ya kifo chake, Wakristo na wasio Wakristo wamekuwa wa wakifurika kwenye makanisa mbalimbali ya Katoliki kuhudhuria misa ya kumkumbuka kiongozi huyo wa kanisa hilo. Viongozi mbalimbali wa dunia, akiwemo rais wa Marekani Donald Trump ambaye amesema atahudhuria mazishi ya Papa Francis, wameendelea kumwomboleza kama kiongozi wa kiroho aliyewajali watu hasa maskini.